Mimi ni miongoni mwa madaktari bingwa sita tulioko kwenye programu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Mentorship. Mpango huu wa madaktari bingwa wa Dr. Samia umebeba dhamira kuu ya rais wetu kuhakikisha huduma za afya za kibingwa na ubobezi zinawafikia wananchi popote walipo, karibu na makazi yao. Pia tunatoa mafunzo kazini kwa madaktari na wauguzi ili kuwajengea uwezo wa wataalamu wetu na kuacha urithi na ujuzi wa maarifa utakaosaidia baada ya kambi kuisha, na huu ndio uwekezaji endelevu kwenye sekta ya afya. Katika kambi hii wananchi wengi wamejitokeza kwa ajili ya huduma za matibabu na wengi wamepata huduma za upasuaji mbalimbali na huduma za matibabu mbalimbali. Tunawashukuru wote kwa waliojitokeza, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mpanguhu, kwa kuruhusu mpango huu wa kuweza kuwafikia wananchi mbalimbali.